Um, tukisalia huko huko kaunti nambari 14 tunaungana na mwandishi wetu Emmanuel Too anayefuatilia uchaguzi wa ubunge wa Mbeere North akiwa uh, katika sehemu ya Siakago ili aweze kutupasha mengi zaidi. Nam asante sana babu, tunakujia moja kwa moja kutoka katika shule ya upili ya Siakago ama Siakago High School, Girls High School hapa, ambapo e, kesho ama Alhamisi saa za jioni hivi itakuwa imebadilishwa kuwa kituo cha kuhesabu kura ambazo zitapigwa za, za ubunge eneo hili la Mbeere North e, na kwa sasa afisa mkuu mtendaji wa IEBC e, Marjan Hussein Marjan yuko hapa pamoja na makamishna ama kamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka e, Profesa Aduol e, Francis Aduol. Control pamoja na afisa mkuu wa kusimamia uchaguzi katika eneo bunge hili. Na kwa sasa na, naomba tu nikupeleke huku ndani kwenye kituo hichi na kuonyeshe mambo yalivyoandaliwa kwa ajili ya kesho eh, sanduku za kupigia kura eh, tayari ziko uh, zimewekwa tayari kwa ajili ya uchaguzi huo. Eh, kwa sasa ukiangalia e, eh, kuna wapiga kura 55124 ambao watashiriki kwenye uchaguzi huo Alhamisi. Kuna vituo 134 tumeambiwa kwamba ni ambavyo vitakuwa vinashughulika kwenye shughuli hiyo. Na hizi sanduku ama uh, debe hili ambapo uh, tunatarajia kwamba kura za kwa zinapigwa uh, zi, ni madebe haya yatakuwa yanatumika siku hiyo, wakati ambapo wakazi wa eneo bunge hili watakuwa wanafika uh, katika uchaguzi huo uh, kuhakikisha kwamba uchaguzi huo unafanyika uh, kwa njia iliyo shwari. Kwa hivyo ningependa kuzungumza na afisa mkuu wa IBC ambaye anasimamia uchaguzi katika eneo bunge hili labda tu tueleze matayarisho, jina jina lako najua uh, eh, ni John Kinywa, tueleze matayarisho amefikia vipi? Asanteni sana wasikilizaji wenzangu wa Citizen na Kenya, watazamaji wote. Mimi jina langu ni John Kenywa, ambaye ni returning officer wa Mbeere North constituency. Tueleze mmejitayarisha vipi? Matayarisho yote yameenda vizuri na tunashukuru Mungu. E, wakubwa wetu wametupatia uh, support ile ambayo tunahitaji, material zote ambazo tunahitaji kutumia, zile zinaitwa strategic na non strategic zimefika uh, kwa tallying center ambayo ni Siakago Girls uh, Secondary School. Mnazisambaza lini hizi material? Kesho, ambako tuna vituo 134. Eh, tutazisambaza kesho. Eh, kuanzia eh, from afternoon section ambayo kila uh, POs na DPOs watakuwa huku na security ambao tumepanga ambavyo watafanya hiyo kazi yao. Asante sana. Asante. Na uh, tutazungumza baadaye, lakini kwa sasa nataka tu niwaonyeshe watazamaji wetu eh, hizi sanduku eh, bila shaka kuna hema hizi ambazo zimeandikwa namna ambavyo utajua hapa ndipo kituo chako cha kupiga kura eh, na kuna te teknolojia ambayo inatumika pia katika uchaguzi huu ambayo ni vipakatalishi ambavyo ni vya teknolojia ambavyo vilitumika mwaka 2022 eh, ambavyo vitakuwa pia vinahusishwa katika uchaguzi huu. Najua tumezungumza baadaye dakika chache zilizopita. Uh, bwana CEO, lakini tueleze tu teknolojia ambayo mnaweza mnaenda kutumia, unatumia teknolojia gani ya e, kusambaza na kupiga kura hizi? Ile teknolojia ambayo tutatumia kwa, kwa identification, yaani kutambulisha watu wapiga kura, itakuwa tunatumia mtambo unaitwa Kims, Kims kit na hiyo teknolojia tutatumia kwa sababu ya kutambu, kutambua watu tume, tuko na biometrics zao za mkono na hiyo ndo tutatumia kwa, kwa kutambulisha. Tutatumia uh, register ya, ya 2022 kwa sababu unajua uh, hii ni by election na tumerefence hii area ya kuwa kusiwe na registration mpya wala kusiwe na transfer wala kusiwe na change of particular. Tunataka kutumia same same records za 2022 so tunataka tu kutoa hofu wale ambao walikuwa wanasema yakuwa oh, ni rejista ya sijui 27 no, no no, hii register itatumika ni ile ya 2022 na kwa sababu ya hivyo, tutaidentify tuta watu kutumia vidole vyao, pia hatutatumia namna nyingine ya ku identify. So tutatumia teknolojia kwa kuidentify mtu kama yeye ni voter, akisha kuwa identified vizuri, alafu ndio ataenda sasa kupewa kura yake, aende akamark vizuri, alafu akaweka ballot kwa ballot box. Okay. Sajili gani mnatumia ni electronic ama ile physical copy? Tutatumia electronic tutatumia electronic kwa sababu ya hii hi, violation hi na violation zingine zote, tutatumia electronic identification. Ile sajili tuko nayo pia ile ya, ya physical lakini hatutaitumia hiyo, tutaitumia kama iwapo mitambo yote imeharibika, ambayo itakuwa ni ngumu sana. Nafikiri tulikuelezea kuwa tuko na tuko na mitambo mia moja na hamsini na nne tuko na vituo vya polling station 134 lakini tuko na mitambo 154 Inamaanisha tuko na backup ya ya 20, na sioni kama kutakuwa na shida yote hapo. Kwa hiyo tutatumia usajili ya elektroniki. Asante okay. <inadvertent��> sana na shughuli ni hivyo hapa eh, Babu ukiona mambo shwari hapo, tunangoja tu kesho vifunguliwe jumaa Alhamisi, kura zipigwe, mshindi ajulikane, tujue mbivu na mbichi ni gani. Babu, kwako studio. Asante sana. Huyo ni Emmanuel Too kutoka Siakago ko Embu kaunti namba 14, tunaruka moja kwa moja hadi kaunti namba